Watoto wao wazee, watoto wao, yes. Kwa bibi yetu pale ni nyumbani kwetu, akiulizwa chimbuko lako ni, ni wapi? Hapa Tanzania kuna makabila zaidi ya 120. Ndio na mengine hata hayajulikani. Bwana asifiwe. Lakini ukija kufuatilia katika ulimwengu wa roho, yes. Makabila mengi sana yes, yamefichwa kwenye giza. Unisomaje nisomee kitabu cha Isaya 60. Isaya 60. Soma twende la karaka. Amina. Eh. Isaya sura ya 60. Eh. mstari Anasema kwanza. Neno la Bwana linasema. Eh. Ondoka. Ondoka uangaze. Ondoka uangaze. Ondoka uangaze. Ondoka uangaze. Hadi jukumu la kuondoka kwenye umaskini unalo wewe. Amina. Jukumu la kutoka kwenye mizimu unalo wewe. Amen. Na nikupa ushauri. Ndiyo. Kama hujaingia kwenye uokovu vizuri, Yes. Acha kutoka kwenye mila. Amen. Nakwambia ukweli mina, utakuta huku mira inakukataa, ni wazee mizimu wanakukataa, na mungu anakukataa. Sasa wewe unakuwa ni kitu cha wachawi. Ani, kama unajua kabisa kwenye uokovu ye, simama vizuri, acha kutoka kwenye miratu mpaka wakati wa wakuokolea atakapowadia. E, endelea kwa kuwa nuru yako imekujia, sio itawajia, imekujia wewe, nuru ya kwako. Amen. Kila mmoja huwa na nuru yake Amen. Sasa je, nuru yako inaangaza? Sasa je, nuru yako inawaka? Sasa je, nuru yako inang'aa? Na utukufu wa Bwana utakuzukia, jitende Amen. Amen. So, sawa he? Yes. Eh. Maana... Maana... tazama, tazama. Ani jukumu la kutazama ni la nani? La kwangu. La kwako la kwa ani utazame. Eh, eh. Giza linaifunika dunia na giza kubwa, giza kuu litafunika kabila za watu. Yes. Sasa kama kabila lako limefunikwa na wewe utakuwa hujafunikwa? Uta Sasa kama wewe umefunikwa, uonekani utafanikiwa? Jitahidi, Utafani Amen. Amen. sana kama jinsi Biblia ilivyokuagiza uondoke. Jukumu la kutoka ni la kwako wewe. Amen. Amen ani jukumu la kuamua ni la kwako wewe, maana wale wakoma walisema tukikaa hapa tutakufa. Amen. Tukienda mule ndani tutakufa. Amen. Twende. Walipochukua hatua Mungu akasikilizisha kishindo. Kuna sehemu kuna ofisi na kusubiri yes. Kuna sehemu kwenye kazi na kusubiri yes. Unasema Bwana atafanya na Bwana anasema chukua hatua. Amen. Halo. Amen. Ehe, msomaji somo hadi, hata kama giza likifunika dunia, giza likafunika kabila, ila wewe hapo, Bwana anasema atakuzukia wewe, atakuja kwako, atakuonekania wewe utukufu, utukufu wa Bwana utaonekana juu yako. Yes. Sasa watu wengi wana utukufu wa Bwana Eh, endelea na mataifa wataijia nuru yako. Na mataifa yaani, huwezi kuambia mtu akuletea kama wewe mwenyewe bado hujazukiwa na utukufu wa Bwana. Nasema hivi, huwezi ukapata wateja kama utukufu wa Bwana bado hujazuka mbele zako, mbele ya kichwa chako, mbele ya maisha yako. Ni lazima uamue kwamba Bwana asimame, Bwana atende, Bwana afanye, Bwana jidhihirishe, Bwana kwa sababu wa shetani katika ulimwengu wa roho, kitu wanachokifanya, wanajua ukifanikiwa wewe, wengi wanafanikiwa; wakianguka, wengi wanaanguka. Kwa hiyo, wanachokifanya wa shetani ni kuhakikisha kwamba wewe haufanikiwi, ili watoto wako wasisome. Amen. Sema, kwa jina la Yesu, natoka gizani, naingia kwenye nuru. Yaendelea na wafalme kuingia Kujia mwanga. Wafalme wataingia wataujia mwanga. Wakuzuka kwako. Wakuzuka kwako. Amen. Ehe. Inua macho yako. Inua macho yako. Utazame. Utazame. Pande zote. Pande zote. Wewe unaangalia tu sehemu moja na kwa biashara kama moja, akakifa ndio hivyo na mashetani shajua. Wakizio wateja wanaweza kuli. Wekeza, tanua hema, ongeza mipaka. We kama una akili timamu na nguvu nyingi hata kufanya biashara moja fanya zaidi ya moja ili ufanikiwe. Unaona biashara moja hiyo hiyo tu ikifa ndio hiyo hiyo. Wekeza kila sehemu, wekeza kila mahali kwa kadri uwezavyo. Jifunzeni masomo ya ujasiriamali. Wewe unakona biashara tu moja ikifa? Amen. Ani mimi niwategemee nyie, siku mkigoma utoi sadaka nakula wa yes? kodi ya nyumba nana nlibia, nana nanaia nauli yes? Ndugu, ndugu, Mungu mwenyewe ni mfanya biashara kwa taarifa yako Amen. Ani Mungu mwenyewe ni nani? chungulia Mwanzo, Mwanzo sura ya pili sura ya pili eh. Mstari wa basi mbingu na nchi. Basi mbingu na nchi. Zikakamilika. Zikakamilika. Na jeshi lake lote. Na jeshi lake lote. Ehe. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake. Mungu alimaliza nini? Kazi yake. Mungu kuna kazi alikuwa anafanyaje? Anafanya. Eh eh. Yote aliyoifanya. Eh eh. Akastarehe siku ya saba. Akastarehe. Wewe unastarehe unafanya kazi gani? Hakuna. Unastarehe unafanya kazi gani?

Anzisha miradi mtumishi, mtaji tatoa. Kuna kazi zingine zinahitaji hela, zinahitaji nguvu. Endelea akaacha kufanya kazi yake yote, unataka kufanya kazi leo. Wewe, wewe unajijua, ukikaa wiki moja nyumbani, majirani wote watajua huna hela. Kwanza unapauka mdomo Hey, kacakuenda okay. Kazini kuna watu wengine waende kazini, ndio wale maisha ni mabaya sana, mtumishi wa Mungu, Amen kwamba yes. Mama uende ukachume mahindi, ukirudi ndio upitie chakula watoto wakale, baba ndio uende kubeba mizigo, ukirudi ndio upitie chakula watoto wakale yes. Siku mvua ikinyesha kuanzia asubuhi mpaka jioni, watoto wako yes. Hiyo ni laana mmoja tena tunaikataa kwa jina la Yesu, Amen. Yeah. Yeah. Toka pepo wa masikini kwa jina Amen. Eh, yeah. Yeah. Yeah. Yote aliyoifanya ndio Mungu amebariki, siku ya saba Mungu akaibariki siku ya saba akaitakasa, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Katika siku hiyo Mungu alifanyaje? Alistarehe. Ndio maana unaweza kukutana na mtu mwenye msabato. Siingilii habari ya, ya dini ya mtu. Bwana Yesu asifiwe, yes. Lakini sabato ni ya Mungu aliyefanya kazi yes. Na sabato ni mtu yule aliyefanya kazi anatakiwa kupumzika, maana sabato Chimish, au shabatism au shabas maana yake ni kustarehe yes, au kustareheshwa, shabas kustareheshwa, yes, shabatism na vyote vilivyomo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unastarehe, unadaiwa kodi ya nyumba. Unastarehe, unadaiwa ada Unasalia unadaiwa marejesho. Unasalia unadaiwa yaani wewe kila wewe fanya kazi bwana. Mina. Eh, endelea. Akaacha kufanya kazi yake yote, aliyoiumba e, na kuifanya. Ndio. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Eh, Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Ndio. Hapakuwa na mche wa kondeni bado. Hapakuwa na mche wa kondeni, kondeni bado. Wala Wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, bado, kwa maana Bwana Mungu hajanyeshea nchi. Wewe hujaandaa mazingira yoyote. Amina, unataka upate upate hilo, yes. Andaa mazingira, hayuko mtu wa kutoka mbali, ndiyo maana utakasa, utegemee msaada Amen. Amen. Umenielewa, hata ukitaka kuishi vizuri usitegemee mtu, hata vile anasema kwamba ategemea nduguye Ufa maskini unataka upe maskini. Acha kutegemea vya ndugu, hakuna kitu kitamu kama kula kitu chako. Nasema ukweli, ukweli mchungu, ukweli mchungu, ukweli mchungu. Acha kutegemea vya ndugu yako, tafuta vya kwako. Hakuna kitu kitamu kama kula cha kwako Mzuri yes. Ukiwa yes. wa uki so yes. uki yes. yes. yes, na hela yako mfukoni utaona wokovu mzuri. Ukiwa na nguo yako ya kuvaa sio ya kuazima, ndio amen. Lakini wokovu utaona mbaya ukiwa na ule unalipiwa, yes, bila mtu akwambia, nisubirie unabidi usubirie, yes, halo, amen. Akikwambia twende, afika sehemu angalau kusalimiana na mtu, ndio unabidi ufanye hivyo hivyo. Amen, halo, yeye ni tafuta cha kwako. Amen, mina chukio maskini chukia ikiwa Mungu ndio chukia masikini. Ikiwa Mungu mwenyewe anachukia masikini ndio maana tunasoma Wakorintho wa pili sura ya 8 na aya ya 9, lakini kwa utajiri wake chukia, chukia magonjwa, magonjwa mtu akageuka kuwa masikini nini? mtu mtu mtu mtu mtu huyo huyo huyo ni ni ni nani nani nani? Ni si ni wewe? Ndio, sasa Mungu anataka ufanya kazi, utaki kufanya kazi. Ehe, endelea. Ukungu ukapanda katika nchi. Mungu anaanza kutengeneza mazingira na amen, mazingira. Ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Ehe, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa magumbi ya ardhi, akaumpulizia pumzi akampulizia pumzi ya uhai yeah, ya uhai yeah, yeah, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande. Hutaki kwenda kulima, ikiwa Mungu mwenyewe alikwenda kulima? wewe mimi wataniona wewe hata ushamba wewe we. Amen, Mungu mwenyewe anafanyaje kulima? Mungu anakwenda kufanyaje hapo? ulima upanda bustani kama Mungu mwenyewe alikwenda kuandaa, akaingia kazini, akalima, afu akapanda. Wewe we ni nani wasilime? Ni nani? Yes. We ni nani mashamba? We wataki kulima, wewe limia mfukoni. Yes. Yes. We we wavivu tupo Nataka na mkatafute mashamba. Yeye mjini na mashambani. Sasa kile mashambani anakuta yeye yeah, mtu yes, amna chochote. Akirudi mjini hakuna chochote. Sasa anakubalika kupitia nini? Amen. Hello. Amen. Soma, soma. Upande wa mashariki wa Eden. Eh eh. Akamweka ndani yake huyo. Akamweka ndani mwake huyo mtu. Aliyemfanya, Aliyemfanya. Bwana Mungu eh, akachipusha katika ardhi, akachipusha eh, kila mti una mwenyewe, akapanda afu alichipusha mwenyewe. Ndio, eh, unaotamanika kwa macho, unaotamanika kwa macho na kufaa kwa, kwa kuliwa na kufaa kwa kuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hani unakula ulichokihangaikia. Amina. Wakapa ndakufanikiwa. Amen, ndakufanikiwa. Amen, Amen. Ngoja niangalie somo letu. Amina. Wangapi wanaandika? Amina. Ukitaka kufanikiwa ndio jitenge na kitu kimoja ndio kwa wanawake na kwa wanaume ndio jitenge na uchi. Amen. Yes. Umenisikia vizuri. Amen. Narudia tena kwa wanawake na kwa wanaume wakitaka kufanikiwa mtenge na uchi. Amen. Amen. Amen. Amina, amina! Amen. Uchi nyingi za watu zina laana. Amina. Na uchi nyingi za watu zina baraka. Jesus. Kwa hapo kuna laana na baraka. Baraka. Na kuna baraka Sio kila uchi wa kuchungulia. Sio kila uchi wa kuangalia. Amen. Mwana so mwepo. Yes. Yes. Najua ninachokufundisha. Amen. Mimi na. Bwana Yesu asifiwe, Amen. Amen. Mungu. Deo. Kwa nini anasema tujitenge na uchi? Yes. Kwa wanaume na kwa wanawake. Kwa nini Yesu alisema kwa, yes. Kwa siku wa baba wanazini na wanawake wangapi? Vijana wanazini na wadada wangapi? Sasa kuzimu kila siku inaingiza watu wangapi? Kwa shetani kitu alichokifanya, kifanya cha kwanza, katengeneza mazingira, katengeeza. Yes. tunaanza upande wa laana. Soma kitabu cha Mwanzo sura na ule mstari tisa na ule mstari wa 20. Mwanzo 9 mstari wa 20. Ndio. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema. Nu akaanza kuwa mkulima. Nu akaanza kuwa nani? Mkulima. Mkulima. Ehe. Panda mizabibu. Ehe. Akanywa divai. Akanywa nini? Divai. Divai. Divai. Akalewa. Akalewa. Yes. Ehe. Akawa nini? Uchi. Wewe msomaji twende vizuri. Amina. Ni akawa nini? Uchi. Uchi. Uchi. Uchi. Uchi. Uchi. Uchi. Uchi. Akawa uchi. Eh? Katika hema yake. Katika hema yake. Yes. Endelea. Ham. Am. Baba wa Kanani. Baba wa Kanani. Akaona uchi wa baba yake. Akaona uchi wa baba yake. Akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Akaeleza Shem na Yafeti. Shem na Yafeti. Wakatua vazi, wakachukua vazi. Wakaitanda mabegani mwao. Wakaitanda mabegani mwao. Wote wawili. Wote wawili. Wakaenda kinyume nyume. Wakaenda kinyume nyume. Wakafunika uchi wa baba yao. Wakaufunika uchi wa baba yao. Na nyuso zao na nyuso zao zielekea nyuma. Yaani azikuona as yaani asikuone. Mungu asifie. Amen. Ehe. Wala usione kujiuliza kwamba walijuaje kama wamelala kwa makanga wa kumbona. Fushie huyu swali lingine. Amen. Sawa? Amen. Sawa? Amen. Sa Amen. Amen. Wanataka kama walimionga ni hii ni uwa ili twende kujifunika. Hiyo swali lingine. Sawa? Amen. So Sa Ehe, endelea. Wala hawakuona uchi wa baba yao. Wala hawakuona yeah, uchi wa baba yao. Ehe, endelea. Nuhu akalevuka akapoka kwenye ulevi wake. Ehe, akajua mwana wake mdogo alivyo mtendea alivyo mtendea, akasema akasema, na alaniwe kwa nani? Afanyaje? Alaniwe. Kwa kosa gani? Kwa kumchungulia baba yake, kwa kumchungulia baba, kwa baba yake akapata nini? Baraka? Laana. akapata Ndio baba wa Afrika. Ndio maana leo hii wazungu wanasema sisi wa Afrika tuna laana kwa sababu Amu alifanyaje? Lakini sisi hatuna laana, kwa sababu kwa kupitia sisi Afrika, kila mmoja kwa kusudi la Mungu anaezaliwa anakimbilia Afrika. Utaona Ibrahimu nje alipoingia, alikimbilia Misri ya Afrika. Amen. Utaona Yesu mwenyewe amezaliwa alipotafuta kumuua, akakimbilia Misri ya Afrika. Kwa Afrika una thamani kubwa. Wafrika, chapa makofi kwa kofi! Ndio maana Wafrika wengi wakipata hela, alikuwa na ndoa moja, anabidi ongeze mke. Sasa hivi utakaa na mme wako kwa amani vizuri kabisa, ngoja apate hela. Koja tu wapate hela. Akipata tu hela, kesi na anza. Mm huyu -hmm. Atakuwa ni mama wa nyumbani, huyu yeah. Atakuwa na kutoka naye. Wewe kazi yako ni kulea watoto huyu au huyu kwenye stani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Endelea. Atakuwa mtumwa. Atakuwa nini? Mtumwa. Ndio maana Afrika wengi leo no, naona no, wanafanyaje? Wanakuwa watumwa. Unasoma ili uajiliwe. Yaani unasoma unasoma ili uwe nani? Mtumwa. unasoue Waafrika wengi hawana wa uwezo wa kujiajiri kwa sababu gani? Uvivu. Amina. Anataka maisha mazuri, ataki kufanya kazi. Anataka maisha mema ya faali, ataki kufanya kazi na adui akipata hela ndugu zake wote wanamwangalia yeye. Halo, amen, na apate hela. Usikie kwamba hataki kujenga, utasikia mke wake anamwambia, tujengee nyumba, ukifa mimi na watoto tutakaa wapi? Yes, halo, amen. Halo, amen. halo? amen. mwafika Yesu, anahitaji utoke kwenye laana. Amen. Yesu anahitaji utoke kwenye laana. Amen. Amen. Laana ya mababu Yeah. Walikuwa wakiabudu mawe yeah, mito, miti, wanyama. Mungu anahitaji uingie kwenye baraka Amen. Mungu anahitaji uingie kwenye baraka, wewe ambaye ni Mwafrika kokote uliko duniani kote. Sio jambo hili la kupuzia. Wewe unaweza kuwa hujatenda dhambi, lakini babu yako yeah, baba yako yeah, yeah, waliingia kwenye maagano

Twende kazi, wakubwa wakubwa wamenielewa, wamenielewa wakubwa, wamenielewa wakubwa, wamenielewa, kunielewa, kunielewa. Aa, mwalimu mwalimu, wakalisome. Kitabu cha Mwanzo sura ya thelathini na nane Mwanzo sura ya thelathini na nane anzia msali wa nane anzia wa sita Amina.